Kana na agizo la serikali yapo malengo ya upandaji miti milioni moja na laki tano kwa kila wilaya kila mwaka, ambapo kwa mkoa wa Kagera tunatakiwa kupanda jumla ya miti milioni kumi na mbili kwa mwaka, lakini hadi kufikia siku hii ya leo nimetaarifiwa kwamba tumepanda miti yenye ujumla wake milioni kumi na mbili laki tisa sitini na sita na 795 sawa na asilimia mia moja na nane. Hongereni sana Wanakagera kwa kupanda miti kwa wingi, mpaka tumevuka lengo, tumefika asilimia mia na nane. Ndugu zangu, tuendelee, tuendelee na tabia hii ya kupanda miti kadri tuwezavyo, ili kunusuru mazingira yetu dhidi ya majanga ya ukame, uharibifu utokanao na upepo mkali, mabadiliko ya tabia nchi, ukosefu wa vyakula na uharibifu wa vyanzo vya maji. Natoa wito kwa wananchi wote tujikite na tuone ipo haja ya kuendelea kupanda miti kwa wingi, pamoja na kwamba tumevuka lengo, lakini tuendelee kupanda miti ili kuzuia mabadiliko haya ya tabia nchi. Ndugu washiriki, nipende kupongeza taasisi mbalimbali ambazo zimekuwa mstari wa mbele katika uzalishaji na usambazaji wa miche bora ya miti kwa ajili ya kupandwa katika mazingira yetu. Kipekee ni wapongeze wakala wa misitu Tanzania TFS kwa kutekeleza majukumu yao ipasavyo, ambapo wamekuwa wakidhibiti uvunaji holela wa miti na kusambaza miche kwa wadau mbalimbali bila ya malipo. Pia natambua mchango wa halmashauri zetu zote nane, taasisi za elimu Ruasa na taasisi zizo za kiserikali akiwemo, ikiwemo taasisi ya Kadres na wengine wengi ambao wamekuwa mabalozi katika kuhakikisha elimu muhimu ya utunzaji wa mazingira, utunzaji wa vyanzo vya maji na upandaji wa miti inawafikia wananchi. Ndugu washiriki, tunatambua kwamba idadi ya watu inaongezeka kila siku na shughuli za kina binadamu za uharibifu wa mazingira zinaongezeka kila siku, kama vile uchomaji wa mkaa, ukataji wa mbao, ukataji wa kuni, uchomaji moto ovyo, kilimo na ufugaji. Nitumie fursa hii kuwataka viongozi katika ngazi zote ndani ya mkoa kuweka kipaumbele katika kulinda na kuhifadhi mazingira kuhamasisha matumizi ya nishati mbadala ya kupikia kama gesi, umeme, majiko banifu katika matumizi mbalimbali. Hadi kufikia Mei ishirini na tano, jumla ya taasisi ishirini na tano tayari zimeanza kutumia nishati safi ya kupikia katika mkoa wa Kagera, mojawapo ikiwa ni shule hii ya sekondari ya Mabila, eneo hili ambapo tuko Mabila oye!